Vyakula viwe na virutubishi, vinatakiwa viandaliwe katika hali nzuri na ya usalama, ili yaweze kukufaa wewe mama ambaye umejifungua, unanyonyesha, lakini pia mtoto anaponyonya apate maziwa yenye virutubishi vingi na vya kutosheleza. Wizara uh, ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Tamisemi pamoja na wadau wa maendeleo mbalimbali ikiwemo Tanzania Nutrition Heritage Foundation pamoja na Sanku, kampuni ya Sanku, tumeanza zoezi la kuhamasisha jamii kuhusiana na matumizi na ulaji wa vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Uh, kama serikali kupitia wizara ya afya, tuko kwenye mkakati wa kuhakikisha tunapunguza utapiamlo nchini pamoja na udumavu kwa watoto chini ya miaka mitano. Hivyo matumizi au ulaji wa vyakula vilivyoongezwa virutubishi ni njia mojawapo ya kusaidia katika jitihada za kutokomeza utapiamlo nchini pamoja na udumavu kwa watoto chini ya miaka mitano. Kwa zoezi hili la uhamasishaji wa ulaji wa vyakula vilivyoongezwa virutubishi unalenga kuihamasisha jamii na kuongeza utambuzi na uelewa mpana kwenye jamii ikiwemo wanafunzi wa sekondari, wamama wenye watoto chini ya miaka mitatu, wamama wajawazito wanaohudhuria kliniki, lakini na jamii kwa ujumla kutambua kwa nini ni muhimu kutumia vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Lakini pia tunahamasisha kwamba hatutumii vyakula vilivyoongezwa virutubishi peke yake, lakini tunahamasisha jamii ulaji unaofaa ikiwemo matumizi ya kula chakula mchanganyiko kinachotoka kwenye makundi sita ya vyakula yanayopatikana kwenye maeneo yetu tunayoishi. Kwa kwenye kila eneo ambalo chakula fulani au aina fulani ya vyakula vinapatikana, tunahamasisha ulaji wa hivyo vyakula sambamba na matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Kwa lengo la zoezi hili ni kuendelea kutoa elimu kwenye jamii, kuihamasisha jamii matumizi ya hivi vyakula lakini kutambua, kutambua kwamba hivi vyakula vilivyoongezwa virutubishi vinapatikanaje? Hivi vyakula vilivyoongezwa virutubishi vinapatikanaje? Kuna nembo ambayo wizara kwa kushirikiana na shirika la viwango duniani na wadau mbalimbali wa vyakula ilitengenezwa tukikumbuka kwamba kuna sheria na kuna kanuni za urutubishaji ambazo zilizinduliwa mwaka huu mwezi wa nne, zikiongelea urutubishaji wa vyakula nchini kwao. Kuna nembo ambayo itamsaidia mwananchi kutambua kwamba chakula hiki kimeongezwa virutubishi zaidi, kwa afya bora zaidi pia, tunaelimisha watoto walioko mashuleni kwa sababu tuna programu za ulaji na lishe mashuleni. Kwa hiyo tunawasaidia wanafunzi kutambua umuhimu wa kula hivyo vyakula, ili wanafunzi wakahamasishe wazazi wao kwenye kuchangia vyakula mashuleni, lakini pia na walimu wachukue kama ni tamaduni au desturi ya watoto kupata vyakula vyenye virutubishi vingi na muhimu kwa ajili ya ukuaji wao.